Asubuhi ilianza kwa upole. Jua lilichomoza polepole pole, likitandaza mwanga wa joto juu ya mashamba. Nyasi zilimetameta na kondoo walitembea kwa uvivu wakila majani. Ndege waliimba kana kwamba hakuna jambo baya lingeweza kutokea duniani. Nyumbani, baba yake Yusufu alizungumza naye kwa sauti ya upole alimwomba Yusufu aende kuangalia ndugu zake waliokuwa mbali wakichunga mifugo. Yusufu alitikisa kichwa mara moja. Alimpenda baba yake, alitaka kusaidia pia. Alitumaini kuwa siku hii ingekuwa siku njema, siku ya amani. Yusufu alivaa joho lake maalum, lile ambalo baba yake alimtengenezea kwa uangalifu rangi zake zilishika mwanga wa jua. Alipokuwa akitembea, kila hatua ilichochea vumbi dogo chini ya viatu vyake. Safari ilikuwa ndefu, lakini Yusufu hakulalamika. Aliwaza kuhusu nyumbani, kuhusu sauti ya kicheko cha baba yake aliyokuwa akifahamu, na kuhusu jinsi ingekuwa vizuri kama ndugu zake wangemkaribisha kwa wema wakati huu. Ardhi ilienea pana na tulivu, anga lilihisi lisilo na mwisho. Baada ya masaa mengi, Yusufu aliwaona watu kwa mbali. Walikuwa ni ndugu zake. Moyo wake ulifurahi, akainua mkono wake kuwapungia, lakini ndugu zake walikuwa tayari wanamtazama nyuso zao zilikuwa ngumu, macho yao yalikuwa makali. Yusufu hakuweza kusikia mawazo yao, lakini wivu ulikuwa umekuwa mioyoni mwao kwa muda mrefu, ulikuwa kimya kimya kama magugu, hadi ukajaza kila kona. Siku hiyo ulikuwa na sauti kubwa kuliko wema. huyu anakuja ndugu mmoja alisema kwa sauti ya chini. Mwotaji mwingine akajibu, ya sauti yake ikiwa imejaa hasira. Yusufu alikaribia zaidi, bila kujua kilichokuwa kinamgojea habari. Yusufu alisema kwa tabasamu la tahadhari, baba amenituma nione mkoje. Hakuna aliyejibu. Hewa ilihisi kusimama ghafla. Tabasamu la Yusufu likafifia. Alisogeza miguu yake, akijaribu kujua cha kusema. Kabla hajazungumza tena, mikono mikali ilimkamata. Yusufu alishtuka. Subirini, nini kinaendelea? Ndugu zake walivuta joho lake. Kitambaa kilivutika na kujikunja. Yusufu alijaribu kushikilia, vidole vyake vikishika kitambaa kwa nguvu, lakini kulikuwa na mikono mingi sana na nguvu nyingi sana. Joho likateleza kutoka mabegani mwake. Moyo wa Yusufu ulipiga kwa kasi na kwa sauti ndani ya kifua chake. Tafadhali acheni, alilia, lakini hawakuacha. Walimburuta juu ya ardhi, wakampeleka kwenye shimo refu lililochimbwa ardhini. Lilikuwa kavu na giza, lenye kuta zenye mwinuko na bila maji chini. Yusufu aliliona na akatikisa kichwa. Hapana, tafadhali, msifanye hivyo. Lakini hofu ilikuwa tayari imetawana mioyo yao, wakamsukuma. Yusufu akaanguka. Alianguka kwa nguvu chini ya shimo. Hewa ikitoka kwa ghafla kwenye mapafu yake. Mikono yake iliungua kwa maumivu. Magoti yake yakawaka. Lakini maumivu ya moyoni yalikuwa makali zaidi kuliko jeraha lolote. Juu yake, mdomo wa shimo ulionekana mdogo sana. Anga lilikuwa duara dogo jeupe, mbali na lisilofikika. Ndugu zangu, Yusufu aliita, sauti yake ikirindima ndani ya shimo. Tafadhali nisaidieni. Aliyasikia sauti zao, lakini zilionekana mbali na baridi. Hakuna aliyekaribia. Yusufu aliketi polepole pole. Shimo lilinuka vumbi na udongo mkavu. Kulikuwa kimya kimya sana. Alijisikia peke yake, alijisikia kuogopa, alijisikia kuchanganyikiwa. Machozi yakatiririka mkavuni mwake, aliyafuta lakini mengine yakaja hakuelewa kwa nini hili lilikuwa likitokea. Alikuwa amekuja tu kusaidia. Hatimaye Yusufu alinyanyua macho yake kuelekea kipande kidogo cha anga, na hapo gizani alimzungumzia Mungu. Mungu alinomona, sauti yake ikitetemeka, sielewi lakini tafadhali uwe pamoja nami. Mungu alimsikia. Wakati mwingine tunapokuwa na hofu, huhisi kana kwamba Mungu yuko mbali sana, lakini Mungu hayuko mbali. Mungu yuko karibu. Hata wakati ulimwengu unaonekana kuwa wa giza, Mungu hukaa nasi mahasi pa utulivu. Mungu husikiliza tunaponong'ona. Yusufu alingoja ndani ya shimo kwa muda mrefu. Aliomba tena na tena, akishikilia tumaini kwamba Mungu alikuwa bado pamoja naye. Kisha akasikia hatua za miguu. Yusufu alisimama haraka. Moyo wake ukainuliwa na tumaini. Kamba ikachushwa ndani ya shimo. Kwa muda mfupi, Yusufu aliamini kuwa kila kitu kingerekebishwa. Alidhani ndugu zake walikuwa wamebadifiko mawazo. Wakamvuta juu, lakini hawakumkumbatia, hawakuomba msamaha. Wakampeleka kwa wageni waliokuwa wamesimama karibu, wanaume wenye ngamia na mizigo mizito, wasafiri wa safari ndefu. Ndipo Yusufu alipoelewa. Hofu ikamjaa kuanzia kichwani hadi miguuni. Hapana, alisema kwa upole, tafadhali msifanye hivi. Ndugu zake wakaangalia pembeni. Yusufu akakabidhiwa, akatolewa kutoka nchi aliyojua, kutoka kwa familia aliyowapenda kutoka kwenye maisha yaliyompa usalama. Barabara ilikuwa ndefu na yenye vumbi chini ya miguu yake. Kila hatua ilimpeleka mbali zaidi na nyumbani. Vilima vya utoto wake vilianza kutoweka kwa mbali. Yusufu alijisikia kuchoka. Alijisikia mdogo. Lakini aliendelea kutembea. Usiku huo, wasafiri waliposimama kupumzika, Yusufu aliketi kimya chini ya anga wazi. Nyota zilimeta juu yake, nyota zile zile alizokuwa akiziona nyumbani. Alikumbatia magoti yake na kuomba tena. Mungu, alinong'ona, ninaogopa, lakini najua unaniona. Na Mungu alimwona. Mungu hakumwacha Yusufu ndani ya shimo. Mungu hakumwacha barabarani. Mungu alitembea pamoja naye hatua kwa hatua. Hata wakati Yusufu hakuweza kuona njia iliyo mbele. Kwa sababu upendo wa Mungu ni thabiti. Watu wanaweza kutuumiza. Watu wanaweza kutugeuka. Lakini Mungu kamwe hawasahau watoto wake. Yusufu hakujua kesho ingekuwaje, hakujua barabara ingempeleka wapi. Lakini alijua ukweli huu mmoja ndani kabisa ya moyo wake: hakuwa peke yake, na hilo lilitosha kumsaidia apumzike. Sasa usiku unapokuwa kimya na macho yako yanapokuwa mazito Mkumbuke Yusufu. Kumbuka kwamba hata katika mahali pa giza, Mungu yuko karibu. Upendo wake ni laini na wenye nguvu. Ujasiri wake unaishi ndani yako. Lala kwa amani, mpendwa mdogo. Mungu anakulinda. Kuwa jasiri, kuwa mtulivu, na pumzika katika upendo wake. Usiku mwema.